Habari yako mpenzi mtazamaji wa Memorata TV ya unaambiwa, ile nyota ambayo ilikuwa king'aa, leo hii imeweza kuzima kama mshumaa. Vilio pamoja na majonzi ndivyo vinaweza kutawala kwa sasa nchini Kenya. Waziri Mkuu mstaafu wa Kenya, Raila Odinga ameweza kufariki dunia katika wilaya ya Kerala nchini India akiwa na umri wa miaka 80 baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati akiwa anafanya mazoezi katika matembezi ya asubuhi. Vyombo vya habari nchini Kenya na India vimeripoti kuwa Odinga alikuwa nchini India kwa matibabu kwa zaidi ya siku tano, na sasa aliweza kupata shambulio la moyo kuweza kufeli ghafla akiwa ameambatana na mtoto wake wa kike pamoja na dada yake. Raila Odinga alizaliwa Januari 7, mwaka 1945 na aliwahi kuwa waziri mkuu wa Kenya kutoka mwaka 2008 hadi 2013. Lakini pia amewahi kuwa mgombea urais nchini Kenya na aliungwa mkono na wafuasi wengi sana nchini humo. Kabla ya kuwa waziri mkuu, alikuwa mbunge wa Langata kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 2007. Kisha akahudumu kwenye baraza la mawaziri la Kenya kama waziri wa nishati kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2002 na baadaye alichaguliwa kuwa waziri wa barabara kazi za huma pamoja na umoja wa makazi ambapo alianzia mwaka elfu mbili na tatu hadi mwaka elfu mbili na tano na kisha akateuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika, ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na nane Hayati Raila Odinga ameacha mke na watoto wanne ambao ni Fidel Odinga, Winnie Odinga, Rosemary Odinga pamoja na Raila Odinga Jr. Aliwahi kuwa kiongozi mkuu wa upinzani nchini Kenya kupitia chama cha Azimio la Umoja. Raila Odinga aliwahi kugombea kiti cha mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika katika uchaguzi ambao ulifanyika mwanzoni kabisa mwa mwaka huu, lakini kwa bahati mbaya Raila Odinga aliweza kushindwa na Hali Yusuf wa kutoka nchini Djibouti. Licha ya kuwa mwanaharakati wa kisiasa lakini pia Raila Odinga alikuwa baba wa kila mmoja nchini Kenya, kwani alipenda sana amani pamoja na demokrasia ya kweli. Hivyo Raila Odinga ameweza kuacha pengo lisilozibika nchini Kenya, na Mwenyezi Mungu aiweze kuilaza roho yake mara pema peponi. Amen.